talk to that kid mkubaliane na yeye akubali, make sure they agree don't force them, make sure they agree. Hata kama utamforce, just put it in a positive way, no. Utasoma no, kana mwana mwanangu, kwa kweli tukiangalia future yetu sisi, pale tuna hospitali haina daktari, daktari aliyopo tunamlipa hela nyingi sana lakini pia tuna na site yetu, we have real estate. Hatuna survey, we need somebody. And I think, my son, wewe una jensi zangu, you can do that, eh? Why dont you do that? Utakuwa unapata hela nyingi from you oa, you are going to inherit this, just build it, itengeneze hiyo au. Oh, you know, in our family amna mtu ambaye amewahi kusoma eh? amna mtu ambaye amewahi kufika level uliofika in our family hakuna mtu amewahi kuwa daktari. Why don't you try be one? Mtengenezee it positively. At the end of the day, akiwa anaondoka jaribu, hakikisha una nini, unafanya vizuri, jitahidi usianze kumpanikisha, kumjaza vitu ambavyo hata yeye hajui kama anaweza au hawezi. Kitu cha pili, mfundishe mwanao kuomba, kumtegemea Mungu kulingana na imani tulizonazo, amuamini Mungu amuombe Mungu. Mungu ampe ujasiri, Mungu amkumbushe, lakini Mungu ampe nguvu ya kuendelea kusonga mbele. Kuna wakati unasoma mpaka unachoka. We need God sometimes, and most of the times we need God. Kwa mfundisha kuomba na jambo la tatu, mfundishe mwanao kujiamini. Mwambie ajiamini kwa kile ambacho tayari anacho. Umejiandaa na topic fulani. Just be confident with it. Nenda nayo kishujaa kwamba this one hakuna swali itakuja imekaa vipi nikashindwa kuifanya. Usianze kukaa eh, unafika nje ya mtihani, umesikia nani sijui kaongelea nini, alafu ujaipitia hiyo, unaanza ku una paniki, unashangaa, mmeingia kwenye chumba cha mtihani, kimwanafunzi kimezimia huko nyuma eh, amesha paniki kwanzia nje, alisikia kitu kinaelezewa ambacho yeye hajakisoma. So make sure mwanao unamtengenezea confidence, mwambie jiamini. Yamini kwa chochote ulicho nacho, nenda nacho hicho hicho. Mimi ninaamini kama mwanafunzi atajiamini kwa kitu alicho nacho na amejiandaa kweli kweli, hata kama ni vitu vitatu over ten. Huwezi ukafeli, hawezi akafeli. So kuondoa sasa hii kitu ya kuumwa. Hii kitu ya kuumwa kwenye mazingira ya shule, unampeleka mwanao hospitali, unaambiwa una haumwi kitu chochote, unaanza kusema amelogwa na shangazi zake, hawapendi asome. Not. Mm. Mm. Mtengeneze kujiamini, mfundishe kuomba, mfundishe kujiandaa kwa chochote anachokifanya akiwa shuleni. And that's it, thank you so much.